Naitwa Joeli Juma Jose, katibu wa CHADEMA wilaya ya Magu. Sisi kama vyama vya, vya siasa kama wenzangu walivyo hapa, lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba maendeleo yanawafikia wananchi kwa wakati mwafaka kama ilivyozungumzwa so, katika taarifa hiyo. Kwa hiyo sisi kwanza niseme kwamba kuna kitu kimesahaulika. Unapokata jini pia, hata ajira zimo ule, hata kwenye vyama ajira zipo, sivyo wewe <laughs> eh? yeah. ulikuwa wa wilaya, sasa watakuwepo hata wajibu. Lakini pia kuna watu wataalamu wengine watakuwa wanaingia kupengua mambo, ili jimbo lile nalo liweze kustawi. Kwa hiyo ni sisi chama chetu pamoja na vyama vingine, viongozi madiwani, wataalamu mbalimbali na wadau, tunasema kwamba tuko pamoja na ndilo lengo letu kubwa, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo kwa wakati mwafaka, na sisi tutasimama pamoja kuhakikisha kwamba jimbo letu litakalokatwa kipya linastawi na kuungana na jimbo hili, wilaya yetu isonge mbele katika maendeleo. Nimesimama mbele yenu hapa kwa swala hili la mgawanyo wa, wa jimbo. Sisi kama viongozi wa vyama vya siasa, mimi ni mwenyekiti wa chama cha ACT hey, Wazalendo kupitia ka, katika jimbo hili. Ndugu zangu, kwa hili swala halina mambo ya vyama, linahusu wananchi na wananchi wakipata huduma kwa karibu, inapendezea sana, kwa sababu wananchi tukiwa na majimbo mawili huduma itakuwa karibu. Kwa hiyo, kwa swala la mgawanyo wa jimbo, na mimi nilishiriki kuunga mkono kupitia na wanachama wangu waisikiwa Wazalendo walijiajiduma na wewe netu asimamie. Kwa hiyo, nashukuru sana kwa ujio wako kwenye kiti ili jimbo na mimi nalibaliki, matarajio yetu yakwana Magu tuwe na majimbo mawili, na bunge na wabunge wanavyopita waweze kuona unaisi, kwa sababu jiografia ya jimbo la Magu uende mpaka Kayenze uende mpaka Mahaa, mpakani na Maswa, mpakani na Busega, mpakani na na, na na Ilemela, unakuja kwimba unaenda nani Sumve halafu unakurosi unakuja hapa nanii Igoma. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kwa hili swala sio la mtu mmoja, ila wananchi wote, asanteni sana, mimi nabariki. Ukiangalia kwenye swala la kijiografia, wilaya yetu au kata, wilaya hii imekaa kiurefu kiasi ki kwamba mtu akiandikishwa sehemu ya Kisesa kuhamia akihamia mahali liliibuliwa na wananchi wenyewe kwenye vikao ambapo sisi watu tunafanya vikao, kwa hiyo ni hitaji na wananchi. Jimbo la Magu lenye kata ishirini na tano, mfuko tu wa jimbo wa kuchochea maendeleo itabidi mbunga atumia naya kwake mfukoni binafsi lakini ukiangalia pia barabara nazo za jimbo la Magu haziwezi zikawa nzuri. Hiyo milioni mbili au milioni moja pointi tano Mama Samia anayoitoa haitoshelezi kwa jimbo letu la Magu ukiangalia na majimbo mengine jinsi yalivyo, barabara zetu haziko salama kwa sababu ya ukubwa wa eneo na ukubwa wa jimbo hili, kama chifu alivyosema. Mungu akuangazie na Mungu akupe hekima pamoja na tume yote. Ikiwezekana mkifika tu hata njiani, hamjafika Dodoma, mseme magu ni jimbo akufuusa jimbo hili ni katwe, kama ilivyoainishwa kwenye kata 11 na kata 14, kwa sababu magu kijografia ni shida hususani kwa watu wenye ulemavu kusikika. Tunapokuwa na majibu mawili ya uchaguzi, tutakuwa na viongozi wenzetu kwa kutusaidia. Asante sana Mwenyekiti Jaji wa Tume Huru ya Uchaguzi kutukubalia ombi letu. Hawa ndiyo mimi, mimi ndio hawa. Kwa waliozungumza ni hayo hayo, kwa hiyo niseme tu kwamba Mungu akubariki unapoendelea na mchakato huu kubwa, ni jambo zito. Ninaamini walioomba ni wengi, vigezo ni vingi, lakini basi tumwachie Mwenyezi Mungu na wewe mwenyewe pamoja na tume yako. Mungu akubariki sana. Tume leo hapa imetimiza matakwa ya kanuni ya kumi na nane ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024 za kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa au kubadilisha jina la jimbo. Hivyo tume itakutana na kuendelea kuchakata taarifa zote, na baada ya hapo, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya sabini na tano ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 itatangaza majimbo yaliyogawanywa na au kubadilisha majina.